Huu ni mwendelezo wa habari na matukio. Hujambo na nikukaribisha tena mfuatiliaji wetu ili uweze kupata habari mbalimbali zinazohusu Tanzania na nje ya Tanzania. Mizani kwetu tumefikiwa na habari inayohusu maafisa wawili wa jeshi la Tanzania wapoteza maisha kwenye mapigano na M23 huko mashariki mwa DRC. Hapa utapata kujua au kufahamu jinsi gani jeshi la Tanzania lilivyoshirikiana na mataifa mengine walivyoshirikiana kupigana na waasi wa M23 huko Kongo. Pia, naye mkuu wa majeshi alivyosimulia kilichotokea Kongo kwa familia ya marehemu. Mimi ujua wangu kuja hapa mguu wangu huu nimekuja kuleta salamu za pole za Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama tunavyotambua, Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazounda kanda ya kusini mwa Afrika, yaani SADC. Mwaka juzi, mwishoni wa mwaka juzi elfu mbili na ishirini na nne jeshi letu lilipata fursa ya kupeleka vijana wake mashariki mwa nchi ya Kongo, baada ya kuwa na machafuko ya kuleta kwa amani kwa nchi ya majirani zetu wa Kongo. Kama ilivyounda na utamaduni wa Tanzania, jirani akiwa na matatizo huwa tunakwenda kumsaidia. Kwa hiyo tulitoa kikosi chetu kwa ajili ya kwenda kusaidia kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Vikundi vilivyoenda kufanya kazi hiyo vilitoka kwenye nchi tatu, nchi ya Afrika Kusini, Malawi pamoja na Tanzania. Katika kikosi cha Tanzania tulipeleka vijana wetu mashujaa na mahiri kwa kazi. Katika vijana hao mmojawapo alikuwa ni marehemu kijana wetu Sergeant Muhammad Abdullah Suleiman. Alifanya kazi nzuri kwa kipindi cha mwaka mzima, lakini ilipofika mwanzoni mwa mwaka uliopita elfu mbili na ishirini na nne, kikundi cha vijana wenye silaha wakijiita M23 walianza chokochoko na kuharibu kabisa amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Kwa hiyo vita ilitokea mnamo Januari 23. Vijana wetu walipigana katika kuwasaidia wenzao wa nchi ya Kongo. Kwa bahati mbaya tulipoteza kwa bahati mbaya sana katika mapigano hayo tulipoteza vijana wawili kutoka kikundi cha Tanzania peke yake, na katika hao vijana wawili, mmojawapo alikuwa marehemu Sajenti Muhammad Abdullah Suleiman, yupo na mwingine Private Johni, ambaye yeye anatokea kanda ya Mwanza. Lakini yote kwa yote, katika mapigano haya tumepoteza vijana wawili. Baada ya tukio hilo, tulijaribu kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba mwili wa marehemu kijana wetu, shujaa wetu unaendelea kuzikwa kwa taratibu zote za mila ya Kiislamu lakini pia mila za kijeshi. Kwa hiyo tuliweza kwa kushirikiana na jumuiya hii ya maendeleo kusini mwa Afrika ambayo ni SADC pamoja na jeshi letu na familia kwa ujumla tulishirikiana kuhakikisha mwili wa mpendwa wetu umerejeshwa nchini ili uweze kupata haki zake zote. Kwa hiyo marehemu alifariki tarehe 24 Januari mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, lakini pia tumefanikiwa kumzika tarehe kumi na tatu baada ya kuwa ameagwa Rugalo tarehe kumi na mbili Februari. Kwa hiyo wazee wangu, mguu wangu hapa ni kuleta salamu za mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kumbukeni tulishamwaga marehemu kwa stahiki zote za kijeshi pale Lugalo kama nilipokwisha kusema lakini pia kwa bahati mbaya sana mheshimiwa rais hakuwepo Lugalo wakati tunamuaga mheshimiwa rais. Ameguswa sana na tukio hili, akanituma kwa kuwa hakuwepo Lugalo wakati tunamwaga, akasema nifikishe salamu zake za rambirambi kwa familia ya marehemu, ikiwa ni mke wa marehemu, ndugu, wazazi na jamii yote ya hapa Zanzibar, ambao tunaamini kwamba ilikuwa inaishi vizuri na marehemu. Kwa hiyo kama nilivyosema, mguu wangu huu ni kuleta salamu za mheshimiwa Raisi. Pia amenituma kama ilivyoada, nilete na ubani wake kama mheshimiwa Raisi kwenye familia ya marehemu. Ninafikiri ni jambo la kawaida kwa mila zetu na desturi zetu. Kwa hiyo hiki mnachokiona hapa ndicho kilichonileta ili kuweza kulifanya hili kama agizo la Mheshimiwa Rais. Lakini pia nichukue nafasi hii kwa shukuru sana familia na ndugu wote wa marehemu ambao tunajua mmekuwa wavumilivu kwa kiwango kikubwa sana na subira ya muda mrefu, kwa sababu tunatambua katika mila za Kiislamu haiwezekani mtu afariki tarehe ishirini alafu tukaja kumhifadhi tarehe kumi na tatu. Amefariki Januari ishirini na nne, tukamzika tarehe kumi na tatu Februari. Ni nikipin, kipindi kirefu. Mimi niwashukuru sana kwa uvumilivu huo, natambua subira mlokuwa nayo, lakini pia naomba na sisi mtusamehe, kwa sababu mpendwa wetu tumechelewesha kumhifadhi muda mrefu, na hayo ndio yalikuwa maneno na salamu za rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Rais Samia kupitia kwa Jenerali Jacobo Mkunda. mzezo wa DRC Congo yakaidi wito wa kufanya mazungumzo na M23 licha ya shinikizo linalozidi kuongezeka kutoka kwa jumuiya kima ya kimataifa. Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo imekataa kufanya mazungumzo ya maridhiano ya wasi la kundi la M23 ambao limeteka maeneo makubwa mashariki mwa nchi katika miezi ya hivi karibuni. Wiki iliyopita serikali ya Uingereza ilitoa wito wa kuhusishwa kundi la M23 katika mazungumzo ya kujumuisha kama sehemu ya juhudi za kupata suluhu ya kisiasa kwa mzozo huo. Hata hivyo, katika mahojiano na BBC, waziri mkuu wa rasi Congo Judith Turuka alisisitiza kuwa serikali yake inapendelea kuzungumza na Rwanda nchi jirani ambayo inashutumiwa kwa kuunga mkono M23. Kwa mujibu wa mamlaka za Kongo, zaidi ya watu elfu nane mia tano wamepotezwa maisha tangu mapigano yalipoongezeka mwanzoni mwa mwaka huu. Mamia maelfu wamelazimishwa kuondoka makwao, wakiofia usalama wao wakati wa vita, ambapo wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wengine wakiangazia Rwanda kama nchi inayopiga jeki vita hivi. Cha muhimu ni kwamba anayeleta vurugu na kutishia uhuru wa DRC ni Rwanda. Turuka anasema akinukuu ripoti kutoka kwa wataalamu wa Umoja wa Mataifa mwaka jana ambayo ilitaja vikosi kati ya elfu tatu mpaka elfu nne vya Rwanda vilikuwa katika mpaka wa Kongo na vilisaidia wanamgambo wa M23. Mazungumzo ya amani yaliyokuwa yakiongozwa na Angola mwaka jana mwezi Disemba aligonga mwamba baada ya Rwanda kutaka serikali ya Kongo izungumze moja kwa moja na waasi wa M23 wahasi hao baadaye walionekana kuzidisha nguvu na kuteka baadhi ya miji mikuu kama vile Goma na Bukavu mwezi wa Januari na Februari mtawaliwa. Rais wa Rwanda, hata hivyo, hakukana uwepo wa vikosi vyake DRC alipoulizwa sijui hayo alisema katika mahojiano na shirika la CNN. Mapigano ambayo yanaendelea nchi jirani yamesababisha taifa lake ambalo lilikuwa linapendelewa na mataifa ya magharibi uhusiano wako kuyeyuka kwa haraka. Waziri mkuu Tuluka amekaribisha vikwazo vya Marekani dhidi ya Rwanda akitaja hili litachochea kushinikiza wanaosumbua Kongo. Waziri huyo wa Kongo pia ameunga mkono uamuzi wa, wa tume ya Ulaya akisema uchimbaji wa rasilimali haramu ni moja ya sababu ya mzozo kuendelea. DRC meraumu Rwanda kuchukua madini yake kwa njia isiyo halali katika eneo la Takihe mashariki mwa Kongo, dai ambalo Rwanda limekanusha. Mzozo zaidi dhidi ya Rwanda ya hivi karibuni, Uingereza kutangaza kuwa mikakati ya kudhibiti mzozo huu ni kusitisha msaada kwa Rwanda isipokuwa fedha zinazotegemewa na mashariki mwa makundi yanayohitaji hadi pale Rwanda iondoa vikosi vyake DRC na kuingia katika mazungumzo ya amani na mapigano kusitishwa. Waziri huyo wa Kongo amesema Rwanda imekuwa ikipuuzia wito wa kuondoa vikosi vyake nchini Kongo. Pia imekuwa ikilaumu serikali ya Kongo kwa kuhifadhi na kufanya kazi na kundi la wanamgambo la Democratic Forces for Liberation of Rwanda FDLR, ambalo wanachama wake waliwahi kuwa wapiganaji wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Alipoulizwa kuhusu hilo, Turuka alikanusha kuwa jeshi la Congo linafanya kazi na wasia FDLR, lakini alisema nchi yake itashiriki katika mchakato wa kuwazuia wapiganaji hao na suala la kutatua mgogoro uliopo. Iwapo mazungumzo ya maridhiano na M23 yataambulia patupu, waziri mkuu amesema kuingia kwa mazungumzo na Rwanda itakuwa ni jibu la haraka la kusitisha mapigano, wahakikisha vikosi vya Rwanda wameviondoa Kongo na waasi wa M23 wakome kuua raia wa DRC. Waasi hao wa M23 bado wanashika kazi mashariki mwa Kongo. Usikose kufuatilia chaneli yetu upate kuyajua haya na mengine mengi mwisho. Habari hiyo ndiyo mwanzo wa habari nyingine, asante na kwa